Mitandao ya Kenya na Tanzania imewaka moto baada ya msanii Bahati kushea screenshot ya mazungumzo yake na msanii Shalkido siku chache kabla ya kifo chake. Swali kubwa ni moja tu. Je, Bahati ametumia kifo cha Shalkido kutafuta kiki? Leo nimekuletea sauti ya wananchi wa Kenya wakiongea na kauli zao zimeacha mjadala mzito mtandaoni. Kwanza kabisa, twende kwenye mahojiano ya Bahati kwenye kituo kimoja kikubwa cha redio nchini Kenya. Walimuuliza moja kwa moja kwa nini aliamua kushea chati hizo, lakini jibu lake liliwaacha wengi na maswali zaidi ya majibu ah, hadi jana tumepoteza ndugu yetu Shalkido yes, na all of a sudden Bahati pia amemka pia asubuhi, anaongelewa aje tena

Mbona post saizi? yani mm -hmm. Watu maleta gumzo, yeah, but everyone is is posting kwani walikuwa na expect? mbona mbona mbona, no, it's it's just because it's bad. Wanasema respond yo, no that is my manager's account. mm -hmm. Mm -hmm. Yes, sija hata dm zangu mbazo ni Shalkido, baba Talisha amesema screenshots don't prove love, they expose guilt

Aujawea kwenye mtandao, uja cheki, uja cheki mi nili, nili, nili unajua ile tu out of respect, rest in peace, you understand. Just to show unajua kitu ambacho kikiongelewa kwa jamii mm -hmm. Usijifanye ni kama hauoni maelewa mm -hmm. na manager akani akanitumia walikuwa au alikuwa shapanga mm -hmm. Umeelewa? mm -hmm. A studio session which was to happen yeah. This coming week mm -hmm. Sababu mimi I've been away you know yeah. I've been I've been away ndio nimerudi kwa muziki the last yeah. A few days mm. Kwa hivyo kuna watu wengi walikuwa wameomba kolabo wamepewa. mm. this coming week eh, niko na studio session nyingi sana uh -huh. ambazo nimepangiwa na he was one of them, hiyo oh. oh. uh, ni screenshot ya mani anaongea uh, na management. Management unajua sasa, huwezi anza ku expose at chat yote, mm -hmm. ambao wanaongea. Kwa hivyo oh, e, ilikuwa ili responded to na Sylvester yes, ah eh, alright kisha na huo msanii ambaye ni mwendo zake anasema rest Uh -huh. Yeah, watu watu <laughs> wanasema ay, wanasema pale kwenye kwenye, kwenye ile ile screenshot screenshot, nadhani pia kitu ambacho labda kulikuwa kuna respond yote kutoka kwenu, ni sababu watu wanajiuliza, ni sababu mimi sijaonyesha any other chat pia kwa simu uh -huh. Oh, oh. eh, sababu kuna wasanii kadhaa nime management Mtu wa Kirich management tunaona ana, ana request through management aimbe na Bahati na na Diana mm -hmm. So, that was ni kuonyesha tu the convo had started na wali pick up kwa simu walikuwa mm -hmm. walikuwa wanaongea. Imekuwa yeah. mm -hmm. Shida imekuwa na watu wanasema Bahati Aye, never yeah. responded. Tulieni. Tulieni. Haki mm -hmm. ya nani? Ai, <laughs> Halafu, hapa sasa, TikToker mashuhuri Trisha Khalid aliingia kwenye mjadala huu na kauli yake nzito, na anasema unaweza kutafuta kiki kwa njia nyingi, lakini si kwa kutumia kifo cha mtu. Njia zingine eh kama mtu aliwahi kukutafuta time, uh, time yenye uh, alikuwa hai na hukuwahi kumsaidia ama hukuwahi respond tute, to, their text usikuja kutupostia screenshots hapa. Wewe unajua very well huyo mtu alikutext na hukuwahi hata kumsaidia time ya uhai wake. Usikuja kutuambia venye ulikuwa unataka kumsaidia ili hali unajua you didn't. That is so wrong. Let the dead rest. Kuna watu mna, mna nikasirisha sana wallahi. Lakini haikuishia hapo tu. Huyu kijana alimlenga Bahati moja kwa moja, akimuuliza swali kwa kusema hivi: unataka pia kufanya kiki na kifo cha mtu? Umesema unafanya kolabo naye, lakini hata Shalkido mwenyewe hakuwa na taarifa hizo. Eh, Bahati, Bahati, Bahati, eh bro, hata kifo ya msee mana, unataka ku clout chase bado? Yani, nikuulize, msee alireach out akiwa uhai au kureach back? Eh, saile ameenda. Do not wambia, by the home, sell it out tufanya collab, and we were working on it. Working with who? He was not even aware you were working on it. How? So bro, unataka tuonyeshe una sympathize na familia nini? uh, uh, bro, let Shalkido rest. Kijana alijitokeza, wenye wali come through, akina commentator, akina Obina, akina Eric Omodi, big up to them man. Wale come through. At least wale said, get back to his feet. Hilo watu kama wewe sasa ndio anaitanga tonogo br point that unakosa tulia na mama relax. Hata Wakenya walioko diaspora pia hawakunyamaza kimya. Malcolm akiwa nje ya nchi aliweka wazi kabisa jinsi Bahati alijaribia mwenyewe kwa kushea hizo chat. Sikiliza alivyosema. Ai usiki machaji na manyonyo is Bahati amechipiga kidole eh? ule boys amecheza, sijui nini umwere cheki Shalkido ame, amekuitisha kolabo, unaona kitambo, wewe hata, acha nikwambie kitu moja, hata mbona sasa unapiga screenshot? Unge du hivi. Unajua hata before to act. Kuna, kuna kale ka akili, kija, aje, kuna ile akili bado e, management. Management gani? kama kama mtu wako kwa ofisi e, yangu matime Boys aliku DM nini last year jo? Unakuja kutuingiza hapa ati sijui nini hapa, wewe, mi nakwambia, saa zingine atutaki kukupima na ma celebrity hawa jo, unaona, hata kama ni kiki unataka kupiga kiki na boys, amezidi mi head mahedi, mahedi usakejua na huyu jamaa akazidi kutia chumvi kwenye kidonda kwa maneno yake. Alisema Bahati ni aibu kwa sekta ya burudani nchini Kenya kwa sababu amegeuza kifo cha Shalkido kuwa kama kichocheo cha mziki wake from Kaluma boy, you know we have humanity in yeah. Kenya finally as a society. Sure. Then we have this person that we're supposed to look up to as our media legend mm. in the industry, mm. acting like a ah I can't even call him a grown child because mm. children have human decency and hearts. Yeah. I usually mm. come onto this platform smiling, but no, hey Bahati Jonah Choma. Oh. Lakini kauli kali zaidi ilikuja hapa. Jama, huyu anasema kabisa ya kwamba Bahati aache kabisa kushughulika na mambo ya mziki na aanze kuangalia DNA ya watoto wake. Haya ni maneno mazito mno kutoka kwa mashabiki.

Please, you can never be the main character in anything. We can't listen. We will not. And we are sorry. Concentrate on the DNA test. Mitazamo hii yote imeacha mjadala mzito. Je, yeah, Bahati alikosea kushia screenshot za Shalkido, au alimaanisha kuonyesha uhusiano wao wa karibu? Wewe unasemaje, mtazamaji wangu? Niachie maoni yako kwenye comment section na usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa taarifa zote kali za burudani, siasa na lifestyle ya Kenya na Tanzania kwa ujumla. Ebwana, mimi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano nawaachia nyinyi hapo ebwana. E ee. tukutane kwenye